tokea lakini kuna funzo kubwa katika maisha yetu ya Ukristo. Kuhani na mlawi walipitishwa kwa makusudi, ili kuona namna ambavyo mioyo yao ilikuwa iko mbali na sheria ambayo siku zote walikuwa nayo. Sheria walikuwa wakiitambua na walikuwa nayo muda wote, lakini hawakutambua kipengele hiki cha kusaidia watu waliokuwa katika uhitaji akanukuu hata katika vitabu vya Agano la Kale akisema, mtu mliokosana naye, mtu ambaye hamwelewani hampatani, anasema ng'ombe wake akipata tatizo na amepita kwako, mchukue ng'ombe wake umshughulikie na umrejeshe kwake. Mtu ambaye amfanya nini? Hampatani. Sasa anasema katika kisa hiki, kwa Mungu unalo siku zote unatembea nalo siku kwa Mungu unalo siku zote unatembea nalo siku zote, lakini hujui namna ya kuishi na watu, hapa unaingia. Na Mungu ameweka vitu hivi makusudi ili vitusaidie katika maisha yetu ya kila siku, namna tunavyotembea, namna tunavyoishi na watu. Neno hili litusaidie kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Bwana atakapoita watakatifu wake Bwana atakapokuja, siku ile ya hukumu. Jizungumzia siku ya hukumu, kuna hukumu inayoendelea, hatuzungumzii hiyo maana hapa, natambua pia wako wasomi wengi wa Roho ya unabii. Hatuzungumzii unabii au hukumu ya upelelezi inayoendelea, tunazungumzia baada ya parapanda ya mwisho kulia, wakati Yesu anapokuja, atakapokuja, walio waovu pamoja na watakatifu watafanya nini? Watafufuliwa inazungumzia katika wakati huo kwamba hapo ndipo kutakapokuwa na hayo makundi mawili, ndio anasema hawa walioko mkono wake wa kushoto ni wale ambao hawakujali, hawakuona kama kuna kitu cha kufanya kwa watu ambao wana uhitaji. Bwana akusaidie, Bwana anisaidie, maana hata mimi sijafanikiwa katika jambo hili.